Bwana Yesu asifiwe, assalamu alaikum. Ukonga Skillful katika matawi yake yote matatu tunatoa huduma mbalimbali. Ndugu wazazi, sisi Ukonga Skillful tuna darasa la kimkakati la matokeo, ambalo darasa hili limeshaanza, na darasa hili linawapokea wanafunzi wale ambao wanataraji kujiunga na shule zetu zote tatu. Ukimleta muda huu ataingia katika darasa letu pendwa, darasa la kimkakati la matokeo, tunaliita darasa la form 3. Atakapokuja ataanza kusoma mada za form 3, na kwa sababu atakuwa amewahi sana, atasoma haraka na atakuwa amezimaliza mada kwa wakati na atapata muda mzuri wa kufanya revision. Kwao, ndugu mzazi na wanafunzi mnaonisikiliza, kama mna ndugu zenu, kama mna vijana ambao wanahitaji kujiunga katika shule zetu zote tatu, eidha anahitaji kujiunga hapa Main Campus au pale Mbezi Luis au kule Tegeta mjengoni, basi tunamkaribisha katika huduma ya darasa maalum la mkakati la matokeo. Na ndugu mgeni rasmi na wazazi, wanafunzi wengi wanaanzia katika darasa hili. Wanafunzi wanaoanzia katika darasa hili mara nyingi sana zile division one wanapata wao. Kwa hiyo darasa hili ni zuri kuandaa vijana kwa masomo ya mwaka 2026. Mbezi Luisi ilianza mnamo tarehe tano mwezi wa pili mwaka 2024 ikiwa na mwanafunzi mmoja. Mpaka sasa Mbezi Luisi ina wanafunzi takribani 488 pamoja na wanafunzi wa preform one. Siku ya leo tajaribu kuzungumzia vitu vitatu ambavyo ni programu zetu tunazozitoa Ukonga Skillful tunatoa pia programu ya English course. Hii programu ya English course yenyewe imejikita katika miezi mitatu. Kwa hiyo vijana, sisi kama Ukonga Skillful tunasema njoo ujifunze Kiingereza ili uweze kupaa kimataifa. Kwa hiyo ndugu mliopo hapa tunawakaribisha sana, tuna walimu ambao ni weledi na ni wajuzi katika lugha za Kiingereza. Kwa hiyo mnaweza mkawa vizuri sana pia tunatoa huduma ya darasa la mkakati la kidato cha kwanza pre-form one. Au mzazi uliopo siku ya leo hapa, kijana wako anaweza akapata matokeo ambayo sio mazuri, asichaguliwe kwenda kujiunga na kidato cha kwanza. Sisi kama Ukonga Skillful, tumeona tukuanzishie darasa la mkakati maalum ambalo litajikita na wale wanafunzi walioshindwa kuchaguliwa kwenda serikalini kuendelea na masomo yao. Hivyo ukija hapa kwetu, tutakupokea na tutakuhudumia vizuri. Kwa hiyo sisi kama Ukonga Skillful tuna utaratibu ambao ni utaratibu uwezeshi ambao utakuwezesha kufika kwenye mafanikio yako, ewe kijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mgeni wetu maalum kama nilivyotambulishwa, kwa jina naitwa mwalimu Allen, ni mkuu wa shule ya Ukonga Skillful Main Campus na ninaratibu katika matawi mengine. Nimekanyaga katika ardhi ya Ukonga Skillful, vijana hawa wanaenda kufanya vizuri katika matokeo yao ya mitihani ya taifa. Waingereza wanasema the words create, maneno yanaumba, na ukijitamkia mema yanakutokea mema. Nami nawatamkia katika ardhi hii, mbingu inafunguka, Mungu anajibu wa mna wastani wa A katika kila somo mtakalofanya naomba mpokee salamu kutoka kwa mkuu wa taasisi ya elimu ya watu wazima Tanzania Profesa Leonard, Filipo Leonard Sanga uh, ambaye ndiye mkuu wa taasisi ambayo inatoa huduma Tanzania Bara, kwenye mikoa yote 26 ikiwa na kampasi tano ikiwemo kampasi ya Dar es Salaam. Uh, kampasi zingine ni kampasi ya Mwanza, kampasi ya Morogoro, uh, kampasi ya Kilimanjaro na kampasi ya Ruvuma. Uh, sitakuwa na mambo mengi ya kuzungumza lakini nitajielekeza nita moja kwa moja uh, kwenye maombi yaliyokuwa yamewasilishwa na msomalisala msomalisala. Aliomba maombi matatu ambayo katika hayo matatu mawili yanafanana. Jambo la kwanza aliomba taasisi ya elimu ya watu wazima iweze kuwa tayari uh, kuwaunganisha na watu wanaotoa msaada uh, wa wa muongozo wa masuala ya keria pale ambapo utakuwa unahitajika. Ombi hili naomba niseme kwamba tumelipokea na tumelikubali na wakati wowote ambao litatakiwa basi, mwasisi na management nzima ya Ukonga Skillful inaweza kuwasiliana na naibu meneja huduma za mikoa na tutalitekeleza jambo hilo.